No, mambo vipi mtungu nguvu, bibi mtangazaji wa KEVOO TV, vipi, vipi mtungu, na kukumbusha usisahau kusubscribe channel yetu na kulike na kushare na kucomment ili kupata habari zinazotendeka mtandaoni zaidi na zaidi. E bwana, habari kubwa inayotendeka mtandaoni na mwangalia Shomari Kapombe aka Baba Esther. Tunajua bwana stori nyingi zinamhusu mwamba kuhusiana na timu ya Kina Msimbazi, kaitumia kwa muda mrefu sana na ni mtu ambaye amejituma sana hadi leo yupo hapo Msimbazi na anaendelea kuperform, lakini bwana hata chini chini ambazo zinaumiza mashabiki kicho bwana, nasemekana mashabiki wanasema bwana umcheza Ashazeeka. E, kipaji chake kidogo kimeshuka, kwa sababu ni mchezaji wa muda sana ambaye ametumikia timu ya Simba, pia ni mkubwa sana. Sasa mambo yamekuwa ni mengi sana na utanana... Tunajua kabisa ni mchezaji ambaye alikuwa muda wote na timu ya Simba na tunajua sana ametumikia kwa muda mrefu sana timu ya Simba, atulie kwa kidogo, ataka staafu watulie mazuri unajua kabisa akaikosea Simba chamba chamba, vibaya. Ni kapteni sana, wa sana so, wameomba bwana msimu huu apumzike Pekee atafute timu tu ndogo ndogo, ambayo anaweza akatulia nayo, isimpe pressure, kwa sababu timu ya Simba ni timu ambayo ina pressure sana, ni timu kubwa. Kwa hiyo kwa sasa hivi alipofikia, atakiwi kabisa kuwa na timu ambayo ina pressure pressure. Alitakiwa aje kama Elias Tonyoni, tunajua kabisa Elias Tonyoni alistaafu mapema akaenda timu ndogo, akaja tena na timu ya Simba, akaenda timu ndogo mpaka sasa hivi, Elias Tonyoni tunavyoongea yupo timu zake ndogo tu huko, anakula pension zake unaambiwa, na tunajua kabisa ukiwa kwenye klabu kubwa alafu ndio miaka inaenda ya, ya ku, ya kutulia hivyo ya kutulia ya kupumzika, unataka kwenda kwenye klabu ndogo kidogo ukatulize kichwa, kwa sababu na mashabiki mashabiki wa Simba kichwa mashabiki wa Simba wanamuomba Kapombe bwana e, atafute timu tu ndogo ndogo ndogo ndogo akapumzike, kwa sababu ni mchezaji ambaye wanamheshimu sana na ambaye ametumikia na tunajua kabisa kweli, bwana Kapombe kwa sasa hivi alipofikia amechoka. Hata timu zile anazocheza kwenye mechi kabisa unaona amechoka, lakini anajitahidi, anajitahidi hivyo hivyo, kwa sababu ndo tunajua kabisa wenye miili yao ya kuni miili migumu au wengine wanapenda kuita vinganga e, vinganga tu wagumo tu wabishi sasa. Mambo yamekuwa ni mengi sana bwana, itakuaje msimu Kapombe atakubali bwana kustafu au kuendeleza gurudumu lake? Kwa sababu pia naye ni mbishi, tunajua kabisa ni mtu ambaye anajituma. Kwa upande wa pili, ni mtu ambaye akubali kushinda hata kama umri unamtupa mkono, lakini bado anajituma, anaonesha uwezo kama bado yeye yupo. Kwa hiyo itakuaje kwa Kapombe? tunajua kabisa mambo ni mengi na mashabiki wanataka apumzike, na hatuwezi jua, tuone mwisho wake itakuwaje kwa mchezaji huyu maki. Mashabiki wamekuwa na kelele nyingi e, mtu wao wa staff kwa heshima bwana. E, timu bwana itamzidi ukubwa, itamzidi umri kwa sababu ni timu ambayo bwana kidogo ina pressure, afu yeye umri ushamtupa, anaweza akachamba mambo akawa mengi kwa upande wake. E, tuoni itavyokuwa mtu wangu wa nguvu, lakini nakukumbusha tu usisahau kusubscribe chaneli yetu na kuliki na kushare na kucomment ili kupata habari zinazotendeka mtandaoni zaidi na zaidi. Yangu ni hayo mtu wangu wa nguvu, asante sana.